Nimshukuru Mheshimiwa Rais Hussein Alimwinyi kwa kutuletea mradi katika jimbo letu a skuli. Kiukweli, watoto wetu walikuwa wanapata shida zamani kusoma kwenye mabanda madogo madogo, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu amempa nguvu kutupa ya kutujengea shule kubwa za kisasa za ghorofa. Pia nimshukuru kwa kutuletea miradi ya maji, sasa tunapata maji safi na salama tofauti na zamani, tulikuwa tunaenda mbali kwenda kuchota maji, lakini sasa hivi kila nyumba anaopita maji anatoka. Pia ni mshukuru kwa kuletea masoko karibu na sehemu zetu tulipo. Zamani tulikuwa tunaenda mbali, lakini sasa hivi nashukuru, masoko yapo safi eh, tunaenda sehemu kwenda kununua vitu, bei pia hafifu, na hilo pia nimshukuru sana. Pia barabara za ndani nashukuru, zamani ilikuwa barabara hazipitiki kwa maji, lakini nashukuru sasa hivi ametuletea barabara za ndani za kisasa zaidi. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais, pia nimtakie kila la heri kwenye uongozi wake. Mwenyezi Mungu ampe afya, ampe nguvu ya kutuletea maengi mazuri zaidi ya haya aliyotuletea. Dr. Hussein Ali Mwinyi, mitano tena.